Tunarudi kwenye andiko la, la somo letu Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na moja msali wa kwanza mpaka wa kumi na tatu. Twende pamoja mwana wa Mungu. Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na moja kuanzia ule msali wa kwanza mpaka wa kumi na tatu. Nitasoma kwa msaada wa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao, binti yake Farao, wanawake wa Moabi, wa, wa na Amon wa wa na wa Edon wa na wa wa Sidon na wa Hiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msingie kwao wala wasingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Akawa na wake mia saba binti za kifalme na masuria mia tatu, nao wakeze wakamgeuza moyo. Bwana Yesu asiwe sana. Nisikilize kwa makini hii habari. Nisikilize kwa makini ya habari. Hapa ndio kuna kiini cha somo letu. Kuna kitu muhimu cha somo letu, kitu muhimu cha somo letu ambacho tunajifunza hapa. Sasa na ukae makini. Kuna watu wengi wanasemaga huko duniani huko nakuta, ah, Sulemani, mbona alioa wanawake wengi? Aliona, alioa sijui wanawake mia saba na sulia mia tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaezungumzaga hivyo na nasemaga naambiaga watu, unaposema kwamba fulani alifanya hiki na Mungu bado wakawa naye. Angalia mazala aliyoyapata. Angalia na madhara ambayo ameyapata. Usiangalie tu kwamba alifanya hiki lakini Bwana ba bado akawa pamoja na yeye. Sikiliza nikwambie. Sasa sikiliza hii historia ya Sulemani. Sulemani alikuwa pamoja na Mungu lakini angalia kilichompata baada ya kufanya hiki kitu. Baada ya kufanya hiki kitu. Tunaendelea kusoma. Mstari wa nne. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine wala, bua, wala, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Suleman akamfuata Astoreti mungu mke wa Wasidoni na Milkom chukizo la Waamoni. Suleman akafanya aliyo mabaya machoni pa Bwana wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake.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 Sulemani alikuwa ni mtu mwenye hekima ambao Mungu aliachilia hekima ya ajabu na busara na maarifa ya kutosha, na tunaona namna Sulemani alivyoenda pamoja na Mungu. Sasa unauja kuona Sulemani walipatana na Mungu ya kwamba anatakiwa asiabudu miungu mingine, lakini anatakiwa asije akachukua wanawake wote wa kigeni akawatawa kuwa wake wana taifa lake lisije likachukua wake wa kigeni wowote wale na wala wao wasiingie kwa wageni kule. Bwana Yesu asiwe sana. Hilo ndilo lilikuwa patano kati ya Mungu na taifa la Israeli, kati ya pande hizi mbili. Bwana Yesu asiwe sana, lilikuwa patano.